Namwarigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Kilichotokea hapa e, na, niko na Mwijaku e, Mwijaku bwana ameweza kutoboa e, siri ya kile ambacho e, kimetokea. Na kilichotokea ni kwamba Ibra anauguliwa na mama yake e, kama unavyojua Uh, mzazi akiumwa, siku zote inabidi utafute kila namna ya kuweza kumsapoti, kumsapoti mzazi ili aweze kupona, lakini kwa bahati nzuri alifanya show kwenye eh, kwenye klab moja ya kitambaa cheupe. Na baada ya kufanya eh, show kitambaa cheupe, uh, tunaona akaweza kupata pesa kwa ajili ya kumtibia mama yake, japo haikuwa imetosha, mpaka akaja kwenye uh, public na kuweza kuongea na watu mbalimbali wa na baada ya kuongea na watu mbalimbali akaweza kuomba watu wamsaidie, na anasema kabisa kwamba hata pesa walomchangia wananchi e, imeweza kumsaidia pia. Uh, mama kutoka hospitali, nadhani ataruhusiwa siku moja mbili mbele, na kuweza kuendelea na shughuli zake nyingine. Kwa hiyo uh, shida ya yeye uh, Ibra kutoka katika uh, lebu ya Konde Gang ni ishu ya Uh, kuuguliwa na mama yake, na mwisho siku tunaona kama Harmonize anasema mimi sitaki hata shilingi 10 yake, na ni kwamba kuna mvutano eh, baina ya Harmonize pamoja na Ibra. Kwa sababu tunaona uh, wametoka mbali na wanatoka sehemu moja. Kwa mujibu wa Ibra, anasema anasema kwamba Harmonize pamoja na yeye wanatoka kijiji kimoja, yani sehemu moja. Kwa hiyo mama anapo anapoumwa, Harmonize anasema kama usingekuwa msanii ungefanya eh, eh. Kwa hiyo tunaona ni kamba kuna eh, 50 50, yeye ana hoja yake, na yeye ana hoja yake, lakini uh, mmoja wako anasema kwamba inabidi uh, akae na management ya Konde Gang hapa anazungumzia akae na chopa pamoja na jembe waweze kukaa chini na kuweza kuangalia ni namna gani ya kuweza ku solve tatizo, na kama inawezekana uh, basi waweze ku, kuangalia wanamsaidiaje Ibra ili aweze E, kumaliza ishu yake pamoja na management kwa sababu inahitajika toa bilioni moja kwa sababu, kama inabidi toa bilioni moja, uh, inabidi aweze uh, uh, kuangalia na namna gani kuweza kupata hiyo pesa, kwa sababu ni pesa nyingi sana, ni pesa nyingi sana, kwa sababu ni pesa ambayo kwa haraka haraka akipata eh, hiyo pesa na basi management endeza kumpa stake zake, kwa mfano chaneli yake, mapato yake yote ya digital platform, na kuweza kumsaidia pia uh, kuweza kufanya show katika na ngoma zake pasipo eh, kuingiliwa na mtu yeyote. Dondosha mwaneo, kisha na subscribe.